Kuna jambo moja Sarafina, nimejaribu kulifuatilia kidogo Aa, yeah, nikagundua kwamba kuna muda kuwa kiongozi hauhitaji elimu kubwa, mm, wala kuleta mabadiliko kwenye jamii hahitaji elimu kubwa ya darasani, ila inahitaji kwanza huwe na hiyo kipao. Unajua zamani, zama, zamani walikuwa na, wana, wana, wana wanamchagua kiongozi, unamuona kabisa utoka anakuwa ni kiongozi n yani kwamba mm, huyu anakuwa atakuja kuwa kiongozi, kipawa anakuwa nacho mm -hmm. Lakini pia anaweza kuwa kiongozi ambaye hujali wananchi wako. Lakini moja kati ya watu ambao wanaweza, nikasema sidhani kama kuna mtu alitegemea, na ataenda, anaenda kuwapa kibarua kikubwa sana wa, wa, wa wabunge wenzake mm, ni Baba Levo, wakubali wakatae. Kwa dunia tulipofika sasa hivi, publicity ndio kila kitu. Baba Levo anatuonyesha nini, anafanya kwenye jimbo lake, japokuwa kuna watu ambao wamekuja, wana, wanampinga kwamba unavyovifanya havi haviwagusi watu wengi. Lakini uwezi unapotaka kusaidia lazima uende kwa ajenda hu, unataka kuanza kusaidia kitu gani? hmm. Umeelewa, kundi gani la watu ambao linahitaji msaada kwa muda huo, kwa sababu una kwa miaka raka, mitano kwa raka raka Baba Levo amegusa hata makundi matatu mm. Uh, wakina mama, kina mama, vijana, watoto. Watoto. Hapo kwa kina mama <coughs> sini sokoni, yeah. Ina maana na wazee wapo, wazee wapo, watoto shuleni sasa hivi ana kampeni exactly. yake ya, ma, ya madawati sijua <coughs> unaelewa mm. Sasa we hapo utasema nini? Vijana amesha, ameshatoa opportunity bodaboda boda. Boda, sio hivyo tu amezungumza ame kwamba kijana yoyote atakayepeleka idea ya namna ambavyo unaweza mwekezaji akaja pale au akampeleka mwekezaji atapata percentage yake. That is opportunity ya, That is ya wa vijana kuumiza kichwa juu ya juu ya namna ya ambavyo unaweza ukapata hela Umeelewa? mm -hmm. Baba Levo anatumia vizuri influence ambayo iko nayo kuhakikisha kwamba anaweza um, kupata impact nzuri kwenye, kwenye jimbo lake, na mpaka sasa navyoongea nawe ni miezi mitatu right? mm -hmm. Eh, ni, ni, tuseme ni siku mia moja bado hazijakamilika eh? mm -hmm. toka achaguliwe, si vitu ambavyo kavifanya kimsingi, mpaka unaogopa unaona eh. Bro, alipania, na moto huu tutaenda nao mpaka tunamaliza na nacho, kikubali kwa Baba Levo bana hmm. Yani ana, anataka kukukumbusha kwamba nyinyi hmm. mimi ndo yule msanii ambaye mlikuwa mnaniona ni msanii, sasa nawaletea hao wasanii ambao mimi niko nashinda nao hmm. wanaleta, wanasaidia kuleta maendeleo hmm. lakini pia hapa tuna, tuna, tunaona jinsi ambavyo watu wenye influence kwenye nchi wakitumika wanaweza kunufaisha jamii moja kwa moja. Yaani bila unajua mtu anasubiria leo Diamond afanye kitu kwa ajili ya jamii mm. lakini kumbe unaweza ukamtumia Diamond ukaleta impact ya vitu vingi kwenye jamii. Unataka una, una kuniambia um, ilikuwa ni ngumu kwa, kwa, kwa viongozi wengine kuwaomba wasanii, labda mi na, na project yangu hii hapa jimboni mm. kwangu naomba mm. uchangie kiasi. Kuna baadhi ya viongozi wanafikiri mpaka leo kwamba wasanii ni wahuni. Yani wahuni, wahuni tu hawana, hawana impact hawawezi wakafanya waka mabadiliko fulani kwenye jamii kuanzia mitazamo ya vijana au nini lakini ukiangalia kwa wenzetu nje hata hata hata hata tu hapo Nigeria wapya Kenya ana artist anaweza akafanya akabadilisha mindset za vijana umeelewa mm-hmm. yani kama bado tutaishi kwamba usanii ni uhuni ni nini na nini hatuwezi kufika leo hii unawezaje una, una kumweleza mtu kwamba usanii ni muhuni? Ukimwangalia mtu Diamond, ukiangalia kina Harmonize, kina Mwanafa kina, kina Ay, kina nani, unamwambiaje mtu usanii ni uhuni? Unajua nguvu ambazo wako nazo? Unafikiri msanii leo hii anaita show, wanakaa tu pale elfu kumi elfu ishirini unamshangilia hivi nafikiri hiyo ni kitu cha kawaida yaani mtu ameacha kazi zake mtu mzima anafika pale ananyanyua mikono juu hivi hata dula makabila ambayo naona kama vile sijui mta lakini yule nayake hivi unajua dula makabila anakutana na vijana wangapi ambao ni wahuni kabisa ukimfidi chochote dula makabila leo akienda kuzungumza na wale ambao unaita ni wahuni, unafikiri watu wamuelewa? Kama wanaweza kuelewa nyimbo zake wanaweza kuelewa nini? Tukataka sasa tumtumie drama kabila positively mm, kuwabadilisha vijana ambao walikuwa mtaani. Kuna watu wanatuambia leo hii wasanii wa singeli walikuwa na iba zamani mtaani, eh, vibaka nini, walikuwa vibaka, lakini, lakini sasa hivi wanaheshimika. Jifikirie jinsi ambavyo wanaheshimika kwenye ile jamii ambayo ametoka. Ukimtumia huyu mtu kwenda ku make changes pale utanufaika kwa namna gani? Hawataki kuongea na mtu amevaa suti hawataki, wanataka waongee na mtu ambaye amefanana nao. Simuona anachokifanya waziri wa vijana, anauka na yeah, nda zake Tijet. ugungo Tijet. Pale. Exactly, vijana hawawezi kukuelewa umevaa suti, wanaona sasa unataka kuwa baba. Yani watu hawataki kutawaliwa duniani, Wat wanataka kuungozo, tuelewane yani. Mimi na na kuna kutawala alafu kuna kuongoza watu. Sasa hivi wana akili sana vijana, wana akili, unafanya reasoning ambayo kimsingi hata wewe unaweza kukupita mm, na ukamwona mtu yupo mtaani tu kawaida, lakini bado akawa na uwezo mkubwa wa kufanya reasoning, kuliko hata, hata uliona wakati mheshimiwa waziri mm, na nauka yuko mm, Tunduma nakutana kijana, kasema mi ni degree holder. Ehe. niko hapo la, life limeni humble mm. lakini nataka nifate misingi misingi, eh, sio kwamba kila unayemuona hapa hana chochote, anacho mi nimeenda shule, lakini life limenipiga mm. I have to humble myself mm. nifanye kazi. Imagine wakati yupo diwani Baba Levo aliweza kuanzisha soko la usiku, soko mm. la jioni lile, pale jioni, sio usiku Kigoma, Kigoma mjini, mjini, wakati yupo nani diwani, diwani. Hapo yuko ACT Wazalendo e, na baadaye ikaenda ikaenda, akatokea ikataka kufungwa na nini nini na nini imaji, sasa hivi wale mama wanamchukulia Baba Levo Alafu sasa ndo amesha kuwa mbunge sasa. Alafu unajua Baba Levo ndo tafsiri halisi ya maendeleo hayana chama. Mm. Kwa sababu alifanya mazuri akiwa ACT Wazalendo mm, na bado anaendelea kufanya mazuri akiwa CCM. Mm. Sasa zamani akiwa Baba Levo wa ACT Wazalendo akiwa diwani alikuwa na influence kubwa kwenye nchi hiyo. Alikuwa tu ni msanii ambaye yupo. Lakini baada ya ku, ya kupata influence kubwa. Alafu alikuwa ameachana hey, na sanaa yeah, yeah, yeah. Sasa just imagine sasa hivi Baba Levo ni mbunge. Anakwambia kwenye kwenye nanilio yangu nitakuwa na Uh, kwenye soko langu wanaongea na JSM wakufan mm. Haya makampuni makubwa yote yana mfumo wa CSR, si sindio? Kwa ajili ya kusaidia kurudisha kwenye jamii mm -hmm. Hawapati watu sahihi. Tupeleke wapi? Umeelewa eh? mm -hmm. Yani JSM leo naamini kabisa kama aliweza kutoa bilioni ngapi kwa ajili ya uchaguzi, awezi kushinda bilioni moja kwenda kusaidia watoto Just imagine alitoa bilioni kumi, sio bilioni ngapi? 30 sio kumi. Kwa ajili ya kusaidia CCM kwenye kampeni kumsaidia rais kuchangia, right? Lakini leo hashindwi kama ni hivyo ameweza kutoa hiyo hela kwa ajili ya kampeni. Hawezi kushindwa leo ukaja na jambo la maana kutoa bilioni moja kwa ajili ya kusaidia vijana. Mm. Tunazipataje zile? Tunamkonvince vipi? Na mpango mkakati. Mfano leo yuko niambia Baba Levo kumwambia kwamba mimi nataka nianzishe kama pale ni, uwe na manliu mama anini usiku pale kuwake ni yani, e. Kigoma tuwake mfano, nakuja bwana, nataka bwana, barabara, serikali inajenga barabara. mm. Lazima utumie influence uliokuwa nayo. Hata kikawaida, ukisha kuwa mwanasiasa lazima uwe na backup ya watu nyuma kukusaidia, matajiri. Hata unagombania rahisi, unagombania unagombania nini? A unagombania... lazima uwe na watu nyuma kukusapoti sasa, kama sasa kama ajenda zako amna watu wakukusapoti, na stand mwenyewe, unategemea nasubiri mpaka ibaki miezi mitatu ya kumaliza ubunge ndo, au, au mwaka mmoja wa kumaliza ubunge ndo waanze jamani, tutajenga daraja. Daraja shingapi? We umekaa mwaka mzima umeshinda kutafuta milioni mia tatu kujenga daraja, eti mwishoni mwa ubunge wako wanatuambia kwamba tujenge daraja. Sawa, mi nafikiri Baba Levo abaki tu kuwa daraja. Yani kuna baadhi tena wanasiasa wakongwe sana kuna kitu cha kujifunza kwa Baba Levo, wakubali wakatae, ila wananchi wanaona. Vijana sasa hivi wanaona, yani hivi uwezi kumongopea mtu, mtu anaona okay. tumetengenezewa kitu fani okay. vijana kaweza. Alafu unajua tofauti ya zamani na sasa hivi mm. zamani hata kama hawa viongozi walikuwa wanafanya vitu, walikuwa hawawezi kuvicapture kutuonyesha kwenye mitandao ya kijamii mm. yani ni sawa walikuwa wanafanya wengine zamani mm. lakini Baba Levo ambavyo yuko update Uh, yuko updated, ana media yake mm. ambayo inaposti vitu vyake mm. yeye mwenyewe akaunti yake kwa, unajua leo Baba Levo yuko sehemu fulani amewapelekea pilau ba mm. mm. pilau day mm. kwamba jamani, tuje tujumuike tusheherekee pamoja. Wewe unajua oh, kuna watu wangapi wanakosa kula kula hizo chakula. Kuna, kuna, kuna mtu mwingine anaweza kaona ni ishu ya kawaida, lakini unajua wewe ndo unajua kwamba ndapika nyumbani pilau. Kuna mtu ajui, atakula ajui, wapi. Atakula wapi. So ile kitu yani ni faraja kwake mm. kwao Ukweli usemwe tu, Baba Levo kitu anachokifanya ni kikubwa na aendelee hivi hivi. mm. asigeuke kwenye njia nyingine ani, aendelee hivi hivi. Wananchi wa Kigoma na Tanzania nzima, sehemu zote wanahitaji kuona maendeleo kama haya mm. na baadaye sasa, najua muda bado ni mrefu. kuna mm. barabara mm -hmm. nafanya nini? kuna nini? Wavuvi we watu kawapa pikipiki, mahesabu unatakiwa upeleke jioni elfu tatu elfu mm. tatu Rick. Tatu unajua ni hela ambayo ni trip yake labda labda trip mbili mm, kwa sababu napigia hesabu kwa Kigoma mm, kwa hapa da ni trip moja mm, tena unampa hesabu na change inarudi, ila kwa Kigoma unaweza ukakuta ni tripu mbili au tatu bana. Mimi naitwa Ricky, nilikuwa na Sarah Fina Jerry behind the camera, mama NKB Pixel amesababisha sisi kuonekana hapa tukiwa na nguvu za kutosha na Silent Ocean, simba wa bahari.